Taharuki ipo, wala hatuwezi kujificha. Watu sasa hivi hawajui hivi Tanzania tuliyokuwa nayo ndo tutaendelea kuwa nayo watu, tuko katika mahangaiko yale tunayoyaona kwenye mitandao, vijana wanasema, au wakati mwingine wanatukana, ishara ambayo sio nzuri, kumtukana mtu mkubwa wako anayeweza kukuzaa kama utaona. Staa kumtukana yule unayelingana naye kumdhalilisha, iweje kwa mkubwa? Tunapofikia mahali hapo, lazima sasa tuone umuhimu wa kuzungumzana, dialogue, mazungumzano. Hatuwezi kumaliza hii taharuki kwa kuzomeana au kubezana. Lazima tuzungumzane, tuzungumze. Kwa nini tumefikia hapa? Ni kitu gani hasa ambacho kimetufikisha hapa? Padri amezungumza, kuna wachungaji wa sijui aliona wapi mchungaji ana bodyguard karibu 20 30. E, pengine amenusa shida. Mi sijafikia hapo, kwa sababu najikabidhi kwa mwenyezi Mungu, ni yeye mwenyewe ambaye atanilinda usiku na mchana, akiamua kuniachia basi bado, bado nitamshukuru kwa sababu yeye ni muweza wa yote. Lakini ninyi ambao umepewa dhamana ya kulinda Watanzania, tafuteni fursa, taifa zima liongee, lizungumze kwa kusio kuzungumza, kwa kupiga kelele ni mazungumzano, dialogue, utaratibu mzuri ambao wa Tanzania tunaweza tukazungumzana, kila mmoja akatoa hoja yake na mwingine akaeleza tatizo. Litakapotokea kwamba kila mmoja akitaka ya kwake yapite hapo haiwezekani, litakuwa ni taifa la ajabu ambalo kila mmoja atakalolitaka kulizungumza hilo lipite, haiwezekani hatimaye atakuwepo mmoja tu ambaye atasema tumesikilizana, basi hili liende mbele tuzungumzane, vinginevyo hiyo bahati tuliyo. Mimi huwa nawaambia kila mara, hapa tulipo sio padogo huko tulipotoka ilikuwa hali mbaya, watu tulijipaka hata grisi badala ya mafuta, tukatumia oili. Wakina mama au msiona wanapendeza, wanapendezea awali najipaka oili tu, hawa ya gari, grisi ya gari hawa kipande kiasi hiki unakitumia miezi sita, kufulia na kuogea. Sasa viongozi wangu mliopo leo, historia na, na mnyororo wa amani huo usije ukaharibikia kwenu, yaani hapo ndipo mnapaswa kukazana kusali, kuomba na kutafuta kila namna ili ma- isiharibikie kwenu, kwa sababu hata ikiharibiwa na mwingine tofauti na wewe. Historia itaandika ni wakati gani alikuepo, nani. Kwa hiyo na nyinyi mna jukumu kubwa kubwa kubwa kubwa kweli la kuhakikisha hata huyu wa ovyo huyu, sijui wa aina gani, na yeye tunamkarisha pamoja, tunakaa naye, tunamsikiliza. Hebu ongea, mwacheni apige kelele Aseme, tusipotoa fursa hii, kila mmoja anaenda sijui kwenye presi, sijui kwenye kitu gani mwingine, anaenda kuzungumzia nje huko. Sio dalili nzuri, ni dalili mbaya. Sasa hivi unaogopa kila mmoja. Majuzi tu mimi nilikuwa naenda mahali fulani tu nimekimbizwa nana hizi ga, ga, gari hizi wanazo wakubwa wetu hizi DFP sijui imeandikwa zero zero sijui ngapi tu, tu, ni, ni, ni usiku, tunakimbizana tuliposimama kwamba tuipishe iende yenyewe, ikakaa pembeni tukaanza kwenda nayo, tumetandaa barabara nzima nusu kilomita. Nikajiuliza hawa ni watu aina gani hawa? tukaendelea kwenda kukimbia. Sasa anatukimbiza bado yuko nyuma, tulipopunguza akakaa hivyo hivyo, tukawa tuka, tunaenda naye sambamba <coughs> inawezekana alikuwa muhuni tu, lakini kama haya yanatokea wakati ambapo